Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ni na posti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu muhimu, na wanasema kwamba muujiza wako hauchelewi, usikate tamaa. Muujiza wako hauchelewi, usikate tamaa. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Fundisho hili likafanyika msaada kwako, likafanyika baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwenye maisha yetu hapa duniani, mambo ambayo tunatamani yatokee kwa wakati fulani, kwa wakati fulani, lakini kwa bahati mbaya, kuna mambo mengine ambayo yatokee kwa wakati ule ambao tunatamani yatokee. Na sio kwamba Mungu labda ametusahau, sio kwamba Mungu hajasikia maombi yetu, sio kwamba Mungu hajaona maumivu yetu, sio kwamba Mungu hajaona kilio chetu. Mungu ame Mungu ameona Mungu ameona. Kwa wakati mwingine, kuna mambo huwa yanachelewa kutokea kwenye maisha yetu kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anataka kuitengeneza ndani yetu. Kuna tabia ambayo Mungu anataka kuitengeneza ndani yetu. Inawezekana ikawa ni tabia ya uvumilivu, anataka kuitengeneza ndani yetu. Inawezekana ni tabia ya saburi, Mungu anataka kuitengeneza ndani yetu, na ndio maana kuna mambo mengine hayatatokea kwa wakati ambao unatamani yatokee, kwa sababu yakitokea kwa wakati ambao unatamani yatokee tabia ya uvumilivu ambayo Mungu anataka kuitengeneza ndani yako haitatokea. Tabia ya saburi ambayo Mungu anataka kuitengeneza ndani yako haitatokea. Na ndio maana tunaposoma kwenye Yakobo moja B. anasema ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, mkijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, mkijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Hesabuni kuwa ni furaha tupu kwa jinsi ya kibinadamu waraka huu ambao paa Yakobo suwelew, ana, ana ambao Yakobo alikuwa nauandika, inawezekana usioelewe anakuambiaje, kwamba uhesabu kuwa ni furaha tupu unapopita kwenye dhiki, unapita kwenye mateso, unapita kwenye maumivu makali, alafu naambiwa kwamba hesabu kuwa ni furaha tupu ukipitia kwenye majaribu mbalimbali. Tunapokuepa duniani, tutajaribiwa tu. Tunapokuwa hapa duniani kuna wakati ambapo mambo yataenda jinsi vile tulivyotarajia, lakini haimaanishi kwamba Mungu ametusahau, muujiza wako hauchelewi. Mungu, kuna tabia ambayo nataka kukitengeneza ndani yako. Mungu, kuna kitu ambacho nataka kukiumba ndani yako kitakachokusaidia katika hatua ambayo Mungu anatamani kukupeleka. Kuna hatua nyingine ambazo tukizifikia kabla ya kutengenezwa kwanza hatutaweza kustahimili na badala ya baraka itakuwa ni laana kwetu, itakuwa ni laana kwetu. Na ndio maana wakati mwingine tunafikiria kwa habari tunajiuliza kwa jinsi ya kibinadamu, ili kuweje wana wa Israeli wakatembea jangwani miaka arobaini? Lakini Maandiko yameweka wazi kwamba Mungu alikuwa na watest, alikuwa na wajaribu. Kuna tabia ilibidi ziumbike ndani yao kabla ya kuingia Kanaani. Kuna tabia ambazo hakutakiwa kabisa kuingia nazo Kanaani kwa sababu maisha ya Kanani ni tofauti na maisha ambayo walikuwa wamezoea Misri, walikuwa wamezoea katika safari. Wanapoelekea Kanani, ilikuwa e sharti watengenezwe wa kwanza kabla ya kuingia Kanani. Sasa wanatengenezwa kwa muda gani? Ilichukua miaka 40. Kuna wewe, inawezekana muujiza wako unachelewa, lakini kuna kitu, kuna tabia ambayo Mungu anataka kuitengeneza ndani yako, ambayo itakuwezesha kuishi maisha ya ushindi kwenye hatua ambayo Bwana ametamani, anatamani kukupeleka. Muujiza wako hauchelewi, usikate tamaa. Na ndio maana tunaposoma kwenye Zaburi uh, kwenye Zaburi ishirini na tano Zaburi ishirini na tano nasema kwamba wamngojao Bwana hataaibika hata mmoja. Wamngojao Bwana hataaibika hata mmoja. Ukimngoja Bwana hautaaibika. Ukiendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu hautaaibika, hajalishi muujiza wako unachukua muda gani. Endelea kumngoja Bwana, endelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Mungu huyu ni mwaminifu, ni mwaminifu. He loves you, anakupenda wewe. Ni wathamani mno mbele za Mungu, na Mungu anakuwazia mema. Na ndio maana anasema kwenye Yeremia ishirini na tisa kumi na moja kwamba Mungu anatuwazia mema, kutupa tumaini siku zetu za mwisho, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Kwa muujiza wako hauchelewi, kama ambavyo shetani anakudanganya kwamba muujiza wako unachelewa. Usikate tamaa, endelea kusimama katika imani, endelea kumwangalia Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Hajalishi unapita kwenye jaribu gani, hajalishi na hajalishi unapita kwenye mtihani gani, endelea kumwangalia Yesu. Muujiza wako hauchelewi, usikate tamaa. Muujiza wako hauchelewi, usikate tamaa. Muujiza wako karibu, muujiza wako karibu. Tunaposoma kwenye Wakorinto wa, wa pili, nne kumi na sita. Maandiko yanasema kwamba kwa hiyo hatulegei. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Ni kweli inawezekana utu wako nje unachakaa? Ni kweli inawezekana kabisa umekonda kwa sababu ya jaribu unalopitia kwa sababu ya dhiki unayopitia? Lakini tambua kwamba muujiza wako uko karibu. Usikate tamaa. Na wakati mwingine dhiki inapoongezeka majaribu yanapoongezeka, na ndivyo ambapo muujiza wako umekuwa uko karibu zaidi, na kipindi kama hicho sio kipindi cha kukata tamaa. Ndio maana mwanamke, wakati wa kujifungua unapokaribia, uchungu huwa unaongezeka. Uchungu unaongezeka, lakini kwa sababu tayari wakati wake wa kujifungua umekwisha karibia, umekwisha karibia. Muujiza wako hauchelewi. Usikate tamaa. Mungu yuko pamoja na wewe haja kuacha, haja kuacha. Mungu yuko pamoja na wewe hajakuacha. Waisraeli walianza kulalamika, wakati wa kuondoka Misri ulikuwa umekwisha fika, ulikwisha fika. Mungu alikuwa amesikia tayari kilio chao, Mungu tayari alikuwa ameona maumivu yao, alikuwa ameona mateso yao, akamtuma Musa. Je, alipomtuma Musa wo. Walitoka kiurahisi? Mateso ndiyo yaliongezeka, lakini ndivyo ambapo muujiza ulikuwa umekaribia Musa. Musa na Haruni walipoenda kwa Farao, akasema kwamba waruhusu wana wa Israeli waondoke, akasema nyinyi, inaonekana kwamba mna muda mwingi sana kuongea umbee, hamko bize sasa. Kuanzia sasa mtafyatua tofali na majani mtatafuta wenyewe. Mateso yakaongezeka, lakini ndivyo ambavyo muujiza ulikuwa muda wao wa kuondoka kwenye utumwa wa Farao ulikuwa umekaribia. Na muda ulipokuwa umekaribia, na mateso nayo yalikuwa yakaongezeka, ukatili wa Farao ukaongezeka, wakaendelea kuwatesa, lakini ndivyo ambapo muujiza ulikuwa umekaribia. Ndugu, kama dhiki inaongezeka, yanaonekana majaribu yanaongezeka, mambo yanaonekana kama yanazidi kuwa mabaya, tabu ya kwamba muujiza wako ndio umekaribia. Endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana, kwa sababu muujiza wako uko karibu mno, uko karibu mno kama ambavyo muujiza wanaweza ile kutoka Misri kwenda kutoka Misri kwenye utumwa wa Farao kwenda Kanani ulikuwa umekaribia. Mateso yaliongezeka, maonezi yaliongezeka, maumivu yaliongezeka, kilio kikaongezeka. Wakasema, Musa, sasa umefanya nini? We Musa na Haruni, umefanya nini? Mbona sasa mmeharibu hali ya hewa? Angalia jinsi sasa tunavyoteseka, angalia jinsi ambavyo tunavyopita kwenye maumivu makali. Lakini ndivyo muujiza ulikuwa jarishi unapita kwenye dhiki ya namna gani, majaribu yanazidi kuongezeka, hali inaonekana kwamba ni mbaya, kwa jinsi inaonekana kwamba ni mbaya, ni mbaya, inazidi kuwa mbaya, na ndivyo ambavyo muujiza wako umekaribia na ndivyo ambavyo muujiza wako umekaribia. Endelea kung'ang'ana, usiondoke kwenye uwepo wa Mungu, jicho lako usiliondoke kwa Yesu, endelea kumtazama uyesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, usiondoe jicho lake kwake, endelea kumtazama yeye, endelea kumtazama yeye, kwa sababu muujiza wako umekaribia. Watu wengi miujiza yao inapokaribia, ndipo ambapo wanavunjika moyo. Watu wengi mpenyu unapokaribia, ndipo ambapo wanavunjika moyo mpenyu unapokaribia tiba ambapo unavunjika moyo. Ndugu, mambo yanapoonekana kwamba kama vile yanazidi kuharibika zaidi, na ndio kipindi cha kuendelea kung'ang'ana zaidi, kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Wakati unaonekana kwamba umri wako unazidi kwenda, unazidi kwenda, wenzako wanaendelea, wanaendelea kuolewa wengine, na wewe na wewe wa kwako, wa kwako anakuja. Usitafute namna yako mwenyewe, ambaye amtukuze Mungu, ngoje wa kwako. Wakati mwingine mabinti wanamgoe wanasubiri kuolewa, shetani anaanza kumnongoneza, bwana, umri wako unakwenda, tafuta yoyote, tafuta yoyote. Usikubali kutafuta yoyote, utakuja kulia maisha yako yote na utakufa kabla ya wakati wako. Muujiza wako upo njiani, muujiza wako upo njiani, mume wako yupo njiani, mke wako yupo njiani. Endelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu, muujiza wako hauchelewi, usikate tamaa. Hesabu zako sio hesabu za Mungu. Hesabu zako sio hesabu za Mungu, na hesabu za Mungu ni bora zaidi. Wekaa kwenye uwepo wa Mungu na endelea kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Muujiza wako uchelewe, usikate tamaa, usikate tamaa. Tunaposoma kwenye Kutoka tisa kumi na sita, Mungu alifanya moyo wa Farao kwa mgumu akaendelea kuwashikilia kwa, kwa jinsi ya kibinadamu likionekana kwamba wana wa Israeli wana wanatamani wangetamani siku ya kwanza tu waondoke, wangetamani tu siku ya kwanza waondoke. Lakini badala ya kuondoka mateso yaliongezeka, wakaambia kwamba watafyatua tofali na nyasi, watatafuta wenyewe majani, watatafuta wenyewe, kilio kikaongezeka. Lakini ndivyo ambavyo muujizo ulikuwa umekaribia. Simama katika imani, piga vita vizuri vya imani, linda imani hakicha kwamba unaumaliza, mngoje Bwana hautaaibika. Mungu akubariki sana kwa mafundisho hayo. Naamini kwamba mbarikiwa na mafundisho hayo. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe na naiwepo, unapitia kwenye changamoto mbalimbali mbali. Unapita kwenye dhiki mbalimbali mkono wa Bwana ulio mwema na uwe juu yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akutie nguvu. Roho Mtakatifu aongeze akutie, akutie nguvu kwenye ile jaribu unalopitia na akuvushe na kwa ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Amen.